Kwa majina anaitwa Bertha Mrisho ni afisa wa Benki Kuu tawi la Dodoma kitengo cha sarafu. Leo tumeweza kutoa elimu kwa watu wa kundi maalum, nikiongelea walemavu, na tumeweza kuwapa elimu ya namna sahihi ya kutambua noti zetu za shilingi ya Tanzania ili kuepukana na wimbi la kupokea noti ambazo si halali lakini pia tumewapa elimu ya namna ya utunzaji sahihi wa pesa zetu za Tanzania ili kuweza kuzifanya zidumu kwa muda mrefu. Lakini mbali na hapo, pia elimu hii itawasaidia wao kwa kundi lao kuweza kuzitambua noti zetu, lakini pia kutambua alama zilizojificha katika noti zetu ambazo zinaweza kuzitofautisha na noti bandia. Kundi hili ni muhimu sana kwa sababu katika noti zetu za Tanzania kuna alama za utambuzi ambazo zimeweza kulenga makundi mbalimbali mbali: makundi ya watu wasioona, makundi ya watu wasiosikia, lakini pia makundi ya watu ambao wana wanazitumia hizi noti kwa wingi kama wafanyabiashara kwa hiyo kundi hili mahususi la walemavu tumelilenga kwa sababu, kwa namna moja au nyingine, wanakuwa wanashindwa kuzitambua noti zetu au alama zilizoko katika noti zetu. Kwa hiyo leo nitumewaongezea tumewaongezea ujuzi na uelewa kwamba utakapopokea noti ya Tanzania kama wewe ni mlemavu ambaye hauoni au hausikii, utawezaje sasa kuitambua hii noti na kujua kwamba hii noti niliyopewa ni noti halali ya Tanzania au ni pesa halali ya Tanzania. Kwa hiyo ndo maana tukalilenga kundi hili mahususi ili kuwaelimisha au kutoa elimu juu ya zile alama ambazo zinawalenga wao moja kwa moja, na wao waweze pia kutambua hizo noti. Naitwa Enoch Isaya Mbawa, ni kiongozi wa watu wenye ulemavu. Ninashukuru sana kupata fursa hii ya kushiriki mafunzo yaliyoandaliwa na Benki Kuu ya Tanzania. Watu wenye ulemavu e, kama sehemu ya raia wa Tanzania wanazitumia huduma za kifedha. Kwa hiyo kama wanazitumia hizi huduma za kifedha, wanayo haki ya kupata elimu juu ya majukumu yanayofanyiwa na Benki Kuu ya Tanzania pamoja na namna gani wanaweza kuzitunza fedha zinazotolewa na hii Benki Kuu ya Tanzania. Nikiwa kama mshiriki mwenye ulemavu, ninafurahi kusema kwamba nina nimefaidika sana na mafunzo haya yanayotolewa na BOT, kwa sababu moja, yamenipa uelewa wa kujua historia ya benki yangu lakini pili, nimeelewa majukumu yanayofanywa na benki kuu ya Tanzania, lakini sana sana nimeelewa ni namna gani ninaweza kuzitunza fedha zinazotolewa na benki kuu, na namna gani naweza kuzitambua alama za kiusalama zilizopo kwenye fedha hizo. Aidha, mafunzo haya yamenipa mwanga wa namna gani ya kuweza kutumia elimu ya fedha, yani tunaita financial education kwa kwa ujumla wake, namna gani ya kuwekeza, namna gani ya kuwa makini kwenye kufanya mikopo na namna gani ya kuweka akiba katika kipato anachokipata. Kwa hiyo ninawashukuru sana benki kuu kwa kulizingatia na kuliona kundi la watu wenye ulemavu. Ninaamini kwamba tutakuwa mabalozi wazuri juu ya elimu tulioipata, na tukienda huko majumbani kwetu tutawaeleza ndugu zetu jamaa na marafiki zetu juu ya shughuli zinazofanywa na BOT. Lakini tutaendelea kuelimisha namna gani ya kuzitunza fedha na ni namna gani tunaweza e, kama watu wenye ulemavu kujipatia vipato na kutunza vipato hivyo vinavyopatikana kutokana na shughuli zetu tunazozifanya. Kwanza napenda kuishukuru serikali yangu kwa sababu huko nyuma hatukuwahi kupata mafunzo kama haya, kwao tulikuwa tunaenda tukiwa wategemezi sana kwao. Kwa sasa tumeanza kufundishwa na kuelewa kwamba alama mbalimbali za fedha kama mie asiyeona niweze kuzitumia kutambua hii ni shilingi ngapi na kuepuka na utapeli. Kwa hiyo mimi ningeshauri serikali, mafunzo haya yawe endelevu ili tuweze kupata elimu zaidi na zaidi kwa sisi na kizazi kinachokuja. Kwa majina naitwa Ndugu Ludovick, natoka chama cha watu wenye mabinu wa Dodoma. Tunapopata semina kama hizi tunafarijika tunapata uelewa na ufahamu kwamba Benki Kuu ya Tanzania inafanya kazi gani. Je, Benki Kuu ya Tanzania mteng, ndo, na, kumbe ndio maana ni mtengenezaji mkuu wa fedha zote ambazo za nchi hii ambayo ndio tunu ya taifa. Natoa tu ushauri kwamba semina hizi ziendelee na kwa watu wengine vile vile ni kwamba <coughs> katika Kuendesha katika kuendesha katika hizi semina basi ziendeshwe kwa ufahamu na uelewa kuhusu, kuhusu hasa sasa ukopaji kwa watu wenye ulemavu. Je, afanye nini? Natuka atujui kwamba mtu anataka kukopa pesa benki kuu, kumbe ndivyo sivyo, aenda akakope fedha kwenye haya mabenki ya kibiashara zaidi. Ni kwa jina naitwa Esther Matonya Chilemela ni mkazi wa hapa hapa Dodoma. Nashukuru sana kwa taasisi hii ya benki kuu kuja kutufundisha mafunzo ya benki kuu yanavyoenda, na tumeelewa sana, nimeelewa sana na yamenipa faida, kwa hiyo nashukuru sana wa benki hii kutujali sisi tusioona kuwa nasi tunafaa sana katika Tanzania hii. Kwa hiyo naomba sana ndugu rais, kutoa shukurani zetu zangu kwa wewe kutujali mpaka kutushirikisha kuja hapa benki kuu kupata mafunzo haya. Mi ni mtu nisiyeona, lakini nashukuru sana kutujali Watanzania. Kwa hiyo nasema asante, naomba uendelee kutujali na kutupatia msaada tunaoweza kufanya niweze kuendeleza maisha yangu ya kiuchumi. Asante.